Kuelekea siku ya walinda amani kesho, Mei 29, tunamulika harakati za walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini za kulinda raia. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Mongolia wanaohudumu kwenye ujumbe wa umoja huo hapa Sudani Kusini, UNMISS, walifika na kutoa msaada. Kamera inatusogeza kwenye eneo hili likiwa na nyumba za nyasi, na Maut Lweth anaeleza jinsi walivyosaidiwa na walinda amani morning. Wakati wa shambulio lililotokea asubuhi watu walikimbia na kuogelea ili wavuke mto. Watu wengi wakiwemo watoto na wanawake walizama. Walinda amani kutoka Mongolia walitusaidia sana. Hata wakati wa mazishi, wao ndio walileta malori na kutusaidia kubeba maiti na kuwazika kwenye makaburi ya pamoja. Siku iliyofuata watu walipohofia tena, tuliwaomba turuhusiwe kuingia kambini mwao, na walitukubalia. Their, um, sasa video inatuonyesha msafara wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Mongolia wakiwa kwenye msafara wa doria wakitumia magari meja. Davadok Bolbatar, kamanda wa kituo cha muda cha operesheni ya walinda amani wa Mongolia katika UNMISS, hapa Abiemnhom, anasema It's not just about checking security or monitoring the situation. Doria ina umuhimu mkubwa, sio tu kufuatilia hali ya usalama bali ni njia ya kujenga uhusiano na jamii. Kila doria ni nafasi ya kuzungumza, kusikiliza matatizo yao na kujenga imani. Baadhi ya wakazi waliokuwa wamekimbia sasa wamerudi nyumbani, ingawa bado wana wasiwasi juu ya usalama wao wa kila siku. Mmoja wao ni kama Teresa Newell ambaye anasema kuwa wako salama lakini wanatamani idadi ya walinda amani iongezeke kwenye kambi hilo. Meja Davadok hmm, Bolbatar akiwa kwenye kituo chao cha kuendesha operesheni huko, walinda amani wakiwa wameketi juu ya vifaru na bendera ya Umoja wa Mataifa ikipepea anatamatisha kwa kusema As long as the UN mission continues here and as mradi tu ujumbe wa Umoja wa Mataifa utaendelea kuwa hapa na mradi uwepo wetu utaweza kuchangia amani katika eneo hili, walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Mongolia wataendelea kutekeleza wajibu wao hapa Abiemnhom, Sudani Kusini. <coughs>